Maombi ya kuombea mavuno na baraka za kila siku. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo na rehema zako ambazo ni mpya kila siku. Tunakiri kuwa wewe ndiye chanzo cha baraka zetu zote, na bila wewe hatuwezi kufanikisha chochote. Leo hii tunakuja mbele zako tukiomba neema ya mavuno na baraka tele katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Umeanika katika kumbukumbu la Torati 28:12 kwamba Bwana atakufungulia hazina yake njema iliyoko mbinguni, awape mvua nchi yako kwa majira yake, na kukubariki kazi zote za mikono yako, nawe utawakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe. Tunashikilia ahadi hii kwa imani. Ee Mungu, tunaomba baraka juu ya kazi za mikono yetu, baraka juu ya familia zetu, baraka juu ya watoto wetu, baraka juu ya ndoa zetu, na baraka juu ya kila hatua tunayoipiga. Wacha mavuno mema yajidhihirishe kwenye maisha yetu, mavuno ya amani, afya njema, upendo, furaha na mafanikio ya kiroho na kimwili. Baba, fungua milango iliyofungwa, ongeza riziki na utupatie hekima ya kutumia vyema kila baraka unayotupa. Tunaomba utulinde dhidi ya mwizi wa baraka, adui asiyeonekana anayeiba furaha, pesa na mafanikio yetu. Weka ulinzi juu ya kazi zetu, mashamba yetu, biashara zetu, ajira zetu na kila eneo la maisha yetu. Tunatangaza leo kwa imani kwamba mavuno yetu hayatapotea wala baraka zetu hazitapotezwa. Tutakula matunda ya jasho letu na majina yetu yatasimama kama ushuhuda wa wema wako. Asanti, Baba kwa kutusikia. Kwa kuwa tunaomba haya yote kwa jina kuu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.